Tunaposema utawala bora katika tume huru ya uchaguzi Mheshimiwa <tutu> muda, Mheshimiwa <tutu> naomba niongezee, Mheshimiwa Kiti, tunaposema utawala bora ulenge katika tume huru ya uchaguzi, sio tume ku ya kuisaidia Chadema, ni tume ya kuharmonize shucha ya taifa hili kama kusiwepo na mashaka. Ni hatari ni hatari sana watu kufikiria tu wanaiba kula, hilo tu kwenye ni hatari ya, tu kufikiria kwamba mnaiba kura ni hatari. Sio sifa. Sasa cha muhimu ni nini? Ili kuwa na future nzuri, wananchi wanatakiwa wawe na imani na uchaguzi. Wananchi wakiondoa imani na uchaguzi, wananchi na wakaniita, wakaniita kwamba nina mashtaka ya uchochezi, lakini nimeona yale mashtaka yale ni mashtaka ambayo Mungu alionyesha maono kwamba Magufuli asipojirekebisha atakufa, na narudia tena, ili kama shtaka linaongezeka aliongezeke. Nilikuwa kwenye maombi na Bwana akanionyesha Rais Magufuli akiendelea kufikirieni Mungu akaendelea kufikiri kwamba kila kitu kiko chini ya miguu yake, akaendelea kufikiri kwamba anaweza akaamua kucheza na maisha ya watu kwa sababu ana nguvu ya dola. Mungu ameniambia maisha yake hatafika 2020, na kwa sababu Mungu ameniambia sitaogopa kulisema mahali popote najaa. Nimesema kwenye kikao cha waziri mkuu kwenye briefing ya bunge kwamba kuna uonevu katika taifa hili, kuna hofu kubwa katika taifa hili, kuna manyanyaso mengi katika taifa hili Hatutaogopa kusema ukweli sasa kasaka, kwa sababu mimi nilisema huo ujumbe nikiwa nimevaa kombati, sionekani kama ni mtumishi wa Mungu, lakini angesema Tibi Joshua asingefunguliwa mashtaka. Nasubiri kupandishwa mahakamani na niko tayari kushuhudia kile ambacho Mungu aliniambia. Narudia, mheshimiwa rais, nimeona maono na Mungu amenionyesha na mimi ni mwombaji na maono kama niliona 2010 nitakuwa mbunge nikawa mbunge. Usipojirekebisha, Mungu amesema wa atasitisha uhai wako.